Jogging lifestyle na leo niko na familia yangu hapa, eh, tunataka tukuonyeshe mazoezi ambayo baada ya kukimbia jogging unaweza ukayatumia, si ndio ndugu zangu eh? kweli kabisa. Haya sasa, na tuongoze nani? Chilu nani? Chilo Mapesa. Chilo Mapesa, haya sasa. Chilo Mapesa, ehe, tuongoze na zoezi moja mbili tatu, tunabadilisha mguu tunaenda nao mwingine tena, moja mbili tatu. E, tunabadilisha session, tunakuja tunainua mguu wetu sasa, tunainua kwa juu. E, tunahesabu tena, moja mbili tatu, inatosha. Tunarudi tena mguu wa kushoto sasa, moja mbili tatu, inatosha. Tunaenda nyuma sasa, tunabidi tubinue mguu wetu, tunaenda kwa nyuma, tunaweka kwa nyuma, tunahesabu moja mbili tatu. Naenda mguu wa kushoto, moja mbili tatu, mzuri. Tunabidi tunanyosha sasa na tunamkishia. Yeah, ng'ombe wenyewe wanasema kishie ng'ombe ng'ombe atishike e, moja mbili tatu, mzuri e, hiyo tunabidi tunanyosha sasa mikono, mkono wako wa kulia upite kwenye mkono wa opite, kushoto e, tunahesabu tena moja mbili tatu kono wa kulia eh, moja mbili tatu. Tunachota eh, tuna, tuna kata kiuno kidogo, unavi tusheki kidogo, tuanze kushoto kwenda kulia eh, moja mbili tatu. Tunavi tuibia, tunabadilisha moja mbili tatu, tunapushi kwenda mbele moja mbili tatu e, eh, baada ya hapo, tunamaliza tunapiga moja, mm, moja, moja yu, yu, eh, lapo, kwa pamoja moja hiyo mbili hiyo tatu. Baada ya hapo tutakuwa tunaoshaosha miguu, yani tutakuwa tumemaliza kwa siku ya leo na imani iko vizuri oh! Nilikuwa sijui lakini nimeweza kujifunza kupitia leo hapa, na haya ni baadhi tu au kati ya mazoezi ambayo yanatumika. Baada ya wewe mtazamaji ambaye unatazama hapo, ukishamaliza kukimbia ili kuweza kuweka mwili sawa usisikie maumivu, ehe, kama kulikuwa kuna shida shida kidogo kiuno hapo, naona mgongo na kila kitu kinakaa sawa, basi together tuseme jogging lifestyle. tumalizie kusema jogging Lifestyle! Lifestyle. Ah, baba, baba ajamalizia hapo. Ah, ai tu nasema kwa wote sende jogging lifestyle.